Jambo, na karibu kwa aina ya umaarufu aliyotoka na huyu bonge la dada. Wenye akili tulijua awezi kumaliza mwaka akiwa on trending. Na ndo hicho kilichotokea, hata mwaka hajamaliza kapotea kabisa, hakuna mwenye muda na yeye. Mwili wake wa kuweka wazi muda wote, tulijua lazima watu wakiuzoea waki lazima apotee tu. Kwenye kila kazi tumia akili sana kuliko kitu kingine hata kama utajitoa akili mbele za watu, ila kichwani mwako baki na akili timamu. Huyu bonge la dada yeye alijitolea akili kila sehemu, kuanzia kichwani mpaka mbele za watu, lakini kwa sasa atumuoni tena bonge la dada. Ni aina ya mwanamke fulani ambaye ni maarufu sana haswa, alikuwa amejitolea sana kimwili kufanya kazi na Mbosso, lakini watu wakaanza kutabiri ya kwamba aina ya umaarufu aliyotoka nao huyu bonge la dada wenye akili tulijua awezi kumaliza mwaka akiwa on trending. Na ndicho kitu ambacho kimepotea baada ya kuwa maarufu kwa muda mfupi, sasa amepotea kabisa, hakuna mwenye muda na yeye. Huyu ni dada ambaye alikuwa anasema ya kwamba kazi yake ndio ilikuwa inamlisha, akawa anafanya kazi na mbosukani nadhani ya kwamba mkikumbuka kipindi ambacho kulikuwa na usinduzi wa